Astaamili mimi mwanangu, sitaki sasa akumfundisha mwanangu, kumbe ndo kashasema kwa raha. Uh -huh. kwa kwa mumeo anaumwa dhoruba ndogo ndogo, mumewe anaumwa, asimtupe, asimwache, kwa sababu mume wangu anaumwa, mumewe kipato kimeshuka. Uh -huh. Astaamili ndio mumewe, ana kuna matatizo labda mengine. Uh -huh. lakini mko mko mko astaamili, sitaki mfundisha mwanangu mambo ya kutamili hayo. Namfukuza kama simjua kwa kwa kwa kwa sita <laughs> Uutaki... eh. nini? eh. nini. sita ni ana pesa nini sasa lakini vitabu shida shida na kwa na raha. Wana, eh. na raha raha, ukiwa wiki yote mashehe wanasema mambo ya ndoa, jinsi wanawake wanatakiwa wanatakiwa watunzwe eh. Wana wana raha wapo sasa na wanatakiwa mke wangu anavyosema. Sasa sasa mpa muhimu ndio e, umpe sasa mpa e, kama unazo kama una hicho kichicho kidogo elfu ishirini, basi gawanini mpe kumi mkeo na e, nawefanya mambo e, yake hiyo hiyo, sio lazima uwe tajiri. Sasa e, sasa mpa muhimu sasa, kama sasa ukumpa sasa mpa wewe atapona nani? Ndio <laughs> sasa e, e, e, sasa mpa uvumilivu kwenye ndoa mama. Eh, sasa mpa uvumilivu. Eh. Sasampa anakubali uvumilivu kwenye ndoa ugonjwa, anakubali uvumilivu kwenye ndoa. Maana mumeo apata na ugonjwa stroke, usimkimbie angaika naye mpaka Mwenyezi Mungu anapofikisha mumeo mm. alikuwa na sasampa, ikatokezea bahati mbaya akafeli, alikuwa ana dharura ndogo ndogo yeah. Usimkimbie. Lakini mm.